Kazi kubwa ya mfanyabiashara yoyote kabla ya kupata pesa ya mteja ni kupata umakini wake, na katika kipindi hiki hakuna kazi ngumu kama kupata umakini wa mteja. Kwa nini? Kwa sababu chances ni kwamba sio peke yako unayofanya biashara kama hiyo, au kitu unachokifanya sio peke yako unayekifanya tafiti zinaonyesha kwamba na hizi tafiti zililetwa na chuo kimoja huko nchini Uingereza zinaonyesha kwamba kati ya mwaka 97 mpaka 2007 umakini wa watu yani, ule uwezo wa concentrate kwenye jambo moja ulipungua kutoka dakika 12 mpaka dakika tano na ulipoangalia ni kwamba hii miaka 2007 ndio ilikuwa kipindi ambacho social media nyingi zimeingia. Sasa kwa ambao tunafanya biashara huko kwenye mitandao ni kwamba umakini wa mteja unagombaniwa na watu wengi sana wanaofanya kitu kama cha kwako. Kwa hiyo lazima namba moja uwe na clarity, yani umuonyeshe mteja kwamba tatizo ninalotatua ni hili na bidhaa yangu ni hii. Yaani ile value proposition kwenye maelezo yako aione, manake mtu hatovumilia kuona au kukusikiliza kwenye kona kona nyingi, wakati kuna content nyingi za kuangalia au kuna watu wengine kama wewe wanaofanya kitu kama cha kwako. Kwa cha kwanza ni clarity, lazima mtu akisikiliza ajue nini unaongelea na kitu gani anaweza kufaidika nacho. Kwa hiyo tunagombania au tunapambania attention ya watu kwenye maisha kila siku. Sio tu kwenye biashara, kwenye mambo mengi sana. Na sio tu mitandaoni hata huko nje. Unaweza kuwa unafanya biashara au umewahi kwenda mitaa ambayo unakuta toka mwanzo mpaka mwisho labda yote ni maduka ya viatu tu. Sasa je, unadhani mtu anawezaje kuuza kwenye mazingira kama hayo? Kwa kitu cha kwanza, nakachopambania ni attention, kwanza watu wamzingatie, ukishamzingatia, sasa ndo anaweza kuchukua pesa yako or the first business is the business of attention kabla hujachukua pesa ya mtu.